Bunge la mwananchi, oh, nguvu yeah! Mashinani, nguvu mashinani. Msaspika, mimi ninashangaa sana tunaacha naingia kwa emotion. Leo nimetoka kwa shamba. Sisi tunapenda ukulima msa spika, na nimekuja mbio sana kwa sababu ya traffic ili nipate emotion vile my first amesema siasa ni tribal na ni local. Usipojipanga kuanzia kwenye nyumbani utangoja upangwe, na nitataka kuambia kitu moja, imefika wakati ya sisi Waluya kufungua macho. Tumekuwa tukienda nyuma ya Wajaluo au plana from Nyanza, tukiwasindikisha wakienda, Raila anatuacha enda na bageni, wanafaidika imefika wakati pia sisi hii serikali nayo kuja mbele, Waluya tuwe na kitu kimoja. Musidanganyike ati kuna ukabila, kuna ukabila. Siasa ni tribal, hata mpigie nani, siasa ni tribal. Waluya tukue kitu kimoja, na tumesema hivi hivi, wamekuja kitu mbili, kama sio number 1 ni number 2 hiyo. yes. Hatutaki ministry yes. Tuko na minister, hatutaki speaker, tuko na speaker. Hakuna kiti kubwa inashinda ya speaker, kama sio number 2, Mr. Speaker, mimi nikimalizia sisi Waluya sasa. Wacha tu kuzungusha hapo kutuambia natembea na chama. Nani alikwambia na chama? DAP za political party. Haijalishi yeah, hata kama yeye sio party leader, kesho anakuwa party leader. Na sio lazima anatembea kwa president. Kuna viongozi wengine Waluya. Uyavu Musalia Mudavadi, Uyavu Wetangula, Uyavu natembea. Hivi ni mimi. Nataka kuambia kitu moja. Imefika wakati tufungue macho na inaanzia chini kwa yeah. Kiti ya MCA ikikuja, mbunge, ikikuja seneta, mpaka gavana juu. Mkienda kwa election, angalia penye kuna mtu wako. Kama sio mtu wako, mtu kutoka barabara ya kwenu, hapo ndio kuna leadership <laughs> mnisikize vizuri. Tukienda kwa election, kama kwa deba hakuna mtu wako, angalia mtu wa barabara ya kwenu. Akijenga barabara utapita pale, utafaidika. Watu wa Mount Kenya wamekuwa wakifaidika sana, if you go in Mount Kenya utapata barabara iko mpaka kwa shamba ya kahawa. Kwa sababu gani? Wamebenefit, wamekuwa na viongozi kwa Mount Kenya. Kikuyu na very lucky, wamekuwa na Kenyatta, wamekuwa na Kibaki, wamekuwa na Uhuru. Kwao kuna barabara zinaingia mpaka kwa shamba ya kahawa. If you go in western Shamani Rafro, nawaomba hivi watu wetu wa Western Kenya, Western Kenya, Waluyha, wajaluo, wa Kisii kushika, tuwe kitu kimoja, we need leadership. Kiongozi mara hii atoke kwetu huko, msidanganyike twende tuunge mtu fulani. Mimi nataka kuwaambia hivi, kiongozi anapata nguvu mkimuunga mkono Waluya wote mkina nyuma ya kiongozi wenu atapata nguvu na ataheshimika. Heshima za Raila Amolo Odinga zimetokana na watu Waluya, mmekuwa mkimugo mkono akiana nguvu zenu kubakei. Imefika wakati mubadilishe mind, shikeni mtu wenu mumpe nguvu, mtafika mbali. Hiyo ndiyo inaitwa leadership. Uongozi ni mpaka upigadie uongozi kupewa. Imefika wakati wa Luya kuchukua kiti, kama sio number 1 na number 2. Thank you a namba